Baadhi ya mila na desturi zinazofanywa na makabila mkoani Katavi zimetajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazochangia tatizo la udumavu, hali inayowafanya wananchi kuiomba Serikali kuongeza elimu ya lishe ili kukabiliana na changamoto hiyo. Wakizungumza kuhusu suala hilo, wananchi wamesema kuwa mabadiliko ya fikra na mitazamo potofu yatasaidia kuachana na baadhi ya mila zinazoathiri afya hususan zile zinazohusisha imani za kishirikina. Imani hizo, kwa baadhi ya jamii, hupelekea kubagua na kukataza ulaji wa vyakula fulani vyenye virutubisho muhimu, ikiwemo mayai kwa kinamama wajawazito na watoto wadogo. Jina langu naitwa Mzee Thomas Ngozi, ni mmoja wa wazee katika manispaa ya Mpanda. Mila potofu zimebakia zime, hivi sasa kwa kabila kwa kabila, na watu kadi jinsi kila kizazi kinavyokuja kinakwenda kinabadilika. Kwa, kwa hiyo si wote na mebakiani makabila fulani fulani, na mchanganyiko huu, huyu kamwoa kutoka huku, huyu amemwoa kabila jingine, unakuta mila potofu zile zinaanza kupotea. Kwa, kwa hiyo mwendelezo huu ni rahisi sana kufutika hizi mila mipotofu eh, zinakwenda zinakusha nguvu. Bado zipo, hatukatai, katika baadhi ya makabila lakini makabila mengine wamesha sahau hii habari hivi sasa hapa hakuna njia ya mkato, ni lazima mkazo uwekwe na serikali kuona kwamba hawa watu hasa wakinamama wanapata elimu hiyo, na maendeleo ya jamii ambao wanaishi na wananchi kule kwenye, kwenye vijiji wanasimamia swala hili. Wakinamama wanapokwenda kliniki, afisa maendeleo ya jamii anawauliza je, jamani, chakula huko mnapikaje? Mnaendeleaje? Polepole eh, polepole pole, kwa, kwa sababu wengi, wengi wa kinamama ama walioko vijijini hawana hawa elimu kubwa. Naitwa mzee Vincent Nkana ni mzee wa hapa mjini vilevile ni mwenyekiti wa baraza la wazee wa mkoa wa Katavi. Jamii inaishauri wakubali kubadilika, wakubali kubadilika, vinginevyo tutazidi kushikana uchawi fulani, amekufa ghafla ni uchawi na nini. Sasa micha, uchawi iwe Katavi tu mwingine hamna? Lakini kasi hii kwenye semina, kwenye makanisa, kwenye misikiti ikiendelea, kwa kweli watabadilika. Kwa hiyo nadhani hii ilitapungu, litapunguza lakini ilikuwa limesha shika kasi kabisa kabisa, watu hawaelewi lolote, kupeleka mtoto kliniki si kufanya nini mama mjamzito, atazaa mtoto na kipara. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo, hali ya udumavu mkoani Katavi imefikia asilimia 32.2. Kutokana na hali hiyo, mkoa umeweka mikakati mbalimbali ikiwemo kuongeza juhudi za uelimishaji wa lishe, kufanya tafiti za kina kubaini chanzo halisi cha tatizo, pamoja na kuchukua hatua madhubuti za kulikabili. Kwa majina anaitwa Selemani Hamisi, ni afisa lishe mkoa. Sasa tulishasema mpango mkoa, ulikuwa na mpango kufanya nini? Tafiti, ili sasa tujue ndio imani za kishirikina zinachangia vipi, au wao waganga wa kienyeji, kwa sababu tunaona mkoa wetu na waganga wa kienyeji nadhani ni mkoa wenye waganga wa kienyeji wengi sana. Wao ndio wanafanya nini, namna gani tunaweza tukashirikiana nao, wakapewa elimu, wakaambu kionyesha ili tatizo basi ajue ni chachizo la utapiamlo hawezi kulishughulikia anapaswa amsaidie yule aliyokuja akamwelekeza aende kwenye kituo cha nini cha kutolea huduma za afya. Kwa hiyo kwa, kwa kawaida tunaliona hilo kwa sababu tuna liko hivyo. Na ni kweli ukimuuliza wazazi wengi, yani hatua za mwisho sana wanakuja hospitali baada ya sehemu zingine zote kushindikana. Akizungumza katika kikao cha tathmini ya utekelezaji wa mkataba wa lishe ngazi ya mkoa, Mkuu wa Wilaya ya Tanganyika, Onesmo Buswelu aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Katavi, Mwanamvua Mrindoko, amesisitiza kuwa kila kiongozi anatakiwa kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa kusimamia na kufuatilia mipango iliyowekwa na mkoa katika mapambano dhidi ya tatizo la udumavu. Mipango ambayo tumeiweka tunaendelea kuhimiza kila mmoja akafanye sehemu yake, na mipango yote hii ambayo imewekwa na mkoa mipango ambayo sote tumeipitisha, tumeikubali, tumejiwekea na iko ndani ya uwezo wetu. Inapotokea kuna mmoja hatekelezi, huyo anakuwa na tuhujumu, kwa sababu kwenye vikao alikuwepo na alishiriki na alipitisha na alipanga. Sasa kwa nini inapofika kwenye kutekeleza tunashindwa? Hapo ndio maana tumeazimia kwamba wakurugenzi wote wasimamie kikamilifu utoaji wa fedha kwa wakati. Maafisa lishe, andikeni matokezo kwa wakati, ili kama kutaweko na sababu za kuchelewa zisiwe sababu ya wewe unayesimamia. Ameongeza kuwa ushirikiano kati ya viongozi, wataalamu wa afya na wananchi ni muhimu ili kufanikisha azma ya kupunguza na hatimaye kutokomeza udumavu mkoani Katavi. Mimi ni Swau Mkatambo.